Leo tunakuletea suluhisho madhubuti dhidi ya magonjwa ya fungus. Suluhisho letu la leo ni Prometa. Hiki ni kiwatilifu chenye uwezo wa kuzuia na kutibu magonjwa hatari yanayosababishwa na fangas, hasa wakati wa mvua nyingi. Prometa ni kiwatilifu kilichoundwa kwa mchanganyiko wa viambato viwili vyenye kazi tofauti. Kiambato cha kwanza ni Propineb. Hiki hutoa kinga ya kuzuia fungus wasiambulie mimea yako. Ambacho cha pili ni Metalaxyl. Hiki hupenya ndani ya mmea na kutibu fangas waliokwisha kuingia. ProMeta inafanya kazi vizuri sana kwenye mazao mbalimbali mbali. kama nyanya na viazi hapa, huzuia magonjwa kama ukungu uliowahi na ukungu uliochelewa, ambayo yakiachwa huweza kuangamiza shamba lote. Mazao ya tikiti maji hapa, huzuia madoa ya majani yanayosababishwa na fangas. Mazao ya pilipili, kabichi na vitunguu hapa huzuia downy mildew na madoa ya majani ambayo hupunguza sana mavuno. Matumizi: tumia gramu arobaini hadi hamsini za ProMeta kwa kila lita ishirini za maji. ProMeta hufanya kazi bora wakati wa mvua nyingi, ambapo fungus huenea kwa kasi. Inashauriwa kupuliza kabla ya magonjwa kuonekana au mara tu unapoona dalili za kwanza, hasa wakati hali ya hewa ni baridi na unyevu umeongezeka. Rudia siku saba hadi siku kumi na nne kulingana na hali ya maambukizi kwenye shamba lako. Karibuni.